Hii ni Habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani, CSW69 ukiingia siku ya pili hapo Umoja wa Mataifa. Washiriki wafunguka kile wanachokuja kueleza wenzao, sambamba na tathmini ya miaka 30 ya mkutano wa Beijing kuhusu wanawake. Kuna maendeleo kwa hiyo laini. Na pia uongozi wa Kenya wakati huu tuko na jaji mkuu huku Kenya wa kwanza katika nchi yetu, naibu wake pia ni mama, alafu um, atoni general mkuu wa sheria mara ya kwanza sana tumekuwa na mama pia amechaguliwa. Na leo basi katika mashinani tuna bisha hodi huko Kajado nchini Kenya katika mkutano huu wa CSW ukiendelea hapa Marekani, na utasikia ujumbe wa vijana kuhusu usawa wa kijinsia. Karibu tuwe sote. Leo ni Jumanne ya tarehe kumi na moja mwezi Machi mwaka 2025, a ni siku ya pili ya mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 69. Naye kualika ni mimi Flora Nducha, kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York Marekani. Leo basi, tutakuwa na mada kwa kina na inamulika mkutano huo, lakini kwanza ni muhtasari wa habari, mwasilishaji Arnold Kayanda. Asante Flora, ninaanzia hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa ambapo asubuhi hii kwa saa za New York Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guteres amekutana na wawakilishi wa asasi za kiraia wanaoshiriki mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW69. Bwana Guteres amezitaka asasi za kiraia kuendelea kuzisukuma nchi kuweka mazingira bora kwa ajili ya usawa wa wanawake na wasichana na <mulikana> pia akakumbushia kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kuwaunga mkono katika kulitimiza lengo hilo. Kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk Kupitia msemaji wake ameripoti ukatili unaoendelea katika pwani ya Syria tangu Machi 6, ambapo anasema takribani raia 111 11, 11, wameuawa, wengi wao kwa misingi ya kiimani. Hospitali pia zimeshambuliwa na Umoja wa Mataifa unatoa wito wa uchunguzi huru na uwajibikaji kwa wahusika na shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP nchini Malawi limeongeza wigo wa mpango wake wa mlo shuleni unaopatikana kwa kununua vyakula vinavyolimwa na wananchi wa karibu katika maeneo hayo. Mradi huo unaotekelezwa wilayani Nkotakota unanufaisha wanafunzi elfu kumi na kusaidia wakulima wadogo elfu moja mia mbili hivyo kuimarisha upatikanaji wa chakula na uchumi wa ndani. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Anon Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutabisha hodi mashinani na tutakwenda Kajiado nchini Kenya, huko utasikia ujumbe wa vijana kuhusu usawa wa kijinsia wakati huu CSW 69 ikiendelea hapa Umoja wa Mataifa. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York, sauti.

Unaendelea kufuatilia habari zetu za Umoja wa Mataifa na kumbuka, zinakujia kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN, lakini pia unatupata kupitia washirika mbalimbali, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news un org mkwaju sw, kupata taarifa zaidi, makala, habari kwa picha na mengineyo. Jina langu ni Flora Nducha. Basi tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokujulisha hapo awali, tunamulika mkutano wa 69 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW 69, ambao ulianza jana Jumatatu hapa New York Marekani, ikiwa ni miaka 30 tangu mkutano wa nne wa kimataifa wa wanawake uliofanyika huko Beijing China mwaka 1995, ukiweka msingi wa mabadiliko ambayo yanashuhudiwa hivi sasa ya usawa wa kijinsia. Asumta Masoi alivinjari hapa jengoni ili kupata maoni mbalimbali ya mbali washiriki na ndiyo mada yetu kwa kina hii leo, kwako kwa Asumta. Taswira kutoka angani ya makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, kisha anasogea kwenye eneo la wazi, wageni wakiingia ndani tayari kwa mkutano wa 69 wa kamisheni ya hadhi ya wanawake duniani, CSW69 wawakilishi wa nchi hapa, mashirika ya kimataifa na kiraia, moja kwa moja ndani ya ukumbi wa baraza kuu. Ufunguzi ulitanguliwa na mpiga filimbi kutoka Saudi Arabia, kisha hotuba za viongozi, akiwemo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akisema bado safari ni ndefu kufikia usawa uliotarajiwa kupitia azimio la Beijing la mwaka 1995. Nikaamua kuelekeza kamera yangu nje ya ukumbi kupata maoni ya washiriki wengine, mathalani waliovalia mavazi ya kuvutia na maua kichwani. Mmoja wao ni Karen Rangi kutoka chama cha wanawake wa ukanda wa Pasifiki nchini New Zealand. Nikamuuliza matarajio yake kwenye mkutano huu ni yapi? Well, you know, nadhani usawa wa wanawake kwa ujumla na hili linajitokeza katika njia mbalimbali mbali. Lakini nadhani kuweko kwenye meza ya mazungumzo kuwa na uwakilishi sawa bungeni, serikalini na duniani kote, nadhani litakuwa ni lengo zuri mafanikio makubwa kwetu sisi New Zealand. Hivi sasa tuna idadi kubwa ya wanawake bungeni kuliko wanaume, zaidi ya asilimia hamsini, ya asilimia 50 ya wabunge ni wanawake, na tumefikia takwimu hiyo mwaka jana, jambo ambalo ni zuri sana. So we hit that mark last year which is fantastic. Mwingine ni Melewent, naye pia kutoka chama cha wanawake ukanda wa Pasifiki nchini New Zealand. I'm really looking forward to meeting... Nina hamu kubwa ya kukutana na wanawake kutoka sehemu mbalimbali duniani. Jambo la kupatiwa kipaumbele ni kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na wanawake na uongozi. Pembeni kidogo, nikakutana na Joyce Wanda, huyu ni mwasisi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa shirika la kiraia la Reach for Uganda, lilianzishwa mwaka 2004 kwa lengo la kuboresha maeneo ya vijijini kupitia elimu, afya na maendeleo ya jamii. Nikamuuliza, miaka 30 ni baada ya Beijing anaona kuna tofauti angalau. Kumekuweko na maendeleo kidogo kwenye suala la uwakilishi wa wanawake serikalini, lakini bado kuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha mwanamke wa mashinani anasikika, na pia kuhakikisha wanawake wana haki ya kumiliki ardhi, na pia kuhakikisha wanawake na wasichana wanawakilishwa, kwani sauti zao ni muhimu hasa mawazo yao in terms of, uh, ideas. Nikarejea ndani ya jengo kusaka washiriki wengine na ndipo nikakutana na Elizabeth Koskei, afisa mtendaji mkuu wa shirika la kiraia la Mama Doing Good nchini Kenya. Kwake yeye, katiba ya Kenya imekuwa msingi wa kuleta mabadiliko ya usawa wa kijinsia hasa kwenye nafasi za uongozi. Kama kuna viongozi kumi, lazima watatu kati ya hao wawe ni wa mama na hiyo imetusaidia sana kwa sababu um, ukiona mambo ya viongozi uh, mara ya kwanza hiyo constitution ilipokuwa imekuwa implemented, muhula ya kwanza hapakuwa na mwanamke mwenye alichaguliwa kuwa governor. Muhula ya pili tukawa na watatu, muhula huu wa tatu tumekuwa na saba. Na kwa manishe, kuna maendeleo, kuna maendeleo. Kwa hiyo laini ukiona pia uongozi ya Kenya wakati huu tuko na jaji mkuu huku Kenya wa kwanza katika nchi yetu, okay. Naibu wake pia ni mama, alafu um, attorney general mkuu wa sheria, mara ya kwanza sana tumekuwa na mama pia amechaguliwa sasa. Hiyo inamaanisha Kenya na viongozi na wetu wanaume aswa, na tunawashukuru wanatia kipaumbele mambo ya wamama. Afisa mtendaji huyu wa mama doing good akanieleza kuliwa wanakotoa huduma na huduma wanazotoa tuko katika counties arobaini na nne tumebaki tu na tatu ndio tufike kila mahali sehemu Kenya. Na kati ya vitu ya muhimu yenye tunafanya ni, ni kuinua wamama kiuchumi kupitia mradi wa yenye tunaita table banking. Kwa maana kwamba wanaweka pesa, pesa kwa meza. Wana, wanakaa kwa, wanakuja kwa group ya wamama kumi kumi na tano halafu kila mwezi wanakutana wakitoa chochote chenye wako nayo. Wako na rule zao zenye tumewafundisha wanafuata. Kwa hiyo wanaomba hiyo pesa kutoka kwa meza, waende watumie, waweke kwa biashara, na tumeona biashara imeinuka kwa wengi. Ya pili kama organization, hiyo organization tunatumia Joyful Women, tunawaita wao wenye wanafanya hiyo table banking, Joyful Women. hawa hao wamama pia tunawasaidia na pesa yenye tunawawekea kwa meza kuongezea yenye wako ili waombe waweke kwa biashara wapate fidia warudishe ile capital seat ndio tupatie wengine. Hiyo imewainua na imewapatia miradi mingi sana wakiwa huko mashinani nyumbani, na wameinuka, jamii imeinuka. Hata wamama wenyewe wako na furaha kwa maana hali yao imeinuka, na ndio maana tunasema Joyful Women spreading the joy. Kwa mama wenye furaha wasambaze furaha. Biko Ske akaona sitamatisha mazungumzo yetu bila ujumbe kwa wanawake. Kwa wamama usingoje upewe kitu. Tu, tushughulike kwa chochote chenye tunaweza ili tuhudumishe uh, jukumu letu kama wazazi. Ili tupate pesa yenye tunachunga uh, wa jamii letu. Na kwa watoto pia wamama mazingira ni kitu ya muhimu sana chenye nataka niwaambie kuwa mazingira yetu ni jukumu letu, tuichunge na tufundishe watoto wetu wachunge mazingira. Asanteni sana. Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, na bila shaka, msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tutaendelea kukupasha kadri mkutano huu unavyoendelea utakaomalizika tarehe ishirini na moja ya mwezi huu wa Machi. Umewadia wasawa kwenda mashinani hivi sasa. Leo nampisha Clint Saleani. Huyu ni msichana mwanaharakati wa haki za wanawake kutoka kaunti ya Kajado nchini Kenya, ambaye kupitia mahojiano yaliyofanikishwa na washirika wetu wa redio Domas FM, anatoa wito wa mshikamano kuhakikisha wanawake na wasichana nchini humo wanapata haki zao. Clint Saleani. Uh, kijana wa hapa Kajado kaunti na Kenya kwa jumla wito wangu mkuu, haswa wakati huu tunapigania safari hii ya usawa wa kijinsia haki, uh, ni kuita kila mtu, kila sekta, national government, county government, iwe ikijua kwamba safari hii si ya kidole kimoja, kwani hakitavunja chawa. Kuwe na collaboration kati ya national government county government county mashirika yasiyo ya, si ya kiserikali, ili tuweze kutimiza wajibu huu na tuweze kupigana vita hii ya kuhakikisha ya kwamba Kenya taifa letu lote kwa jumla hata continent kuko na usawa wa kijinsia na haki. Asante, hongera sana bi Saleani kwa kazi nzuri ya kupigania haki za wanawake na wasichana. Lakini shukrani sana pia Radio Domas washirika wetu kwa mahojiano hayo. Basi nami la ziada sina na kunja jamvi kwa leo, lakini tukutane tena kesho kutwa alhamis kwa jarida lingine la video. Na kwa upande wa vipindi vyetu vya redio, kumbuka vinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa. Kwa hiyo kesho Jumatano pia utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari hizi pamoja na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube ambayo ni Habari za UN, kwenye ukurasa wetu wa X Habari za UN nakumbuka pia kupakua app yetu ya habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha jarida la leo, jina langu ni Flora Nducha, nakutakia amani na asante sana kwa kujiunga nami kutoka hapa New York Marekani.